Je, yeah, umewahi kujiuliza kwa nini wakati mwingine akili yako inazungumza bila kukoma? Inakuambia hautaweza, unachelewa, haupo sawa, au kwamba maisha yako hayana maana. Na wakati mwingine sauti hiyo hiyo ndani yako inakupa matumaini, ujasiri na nguvu. Leo rafiki yangu, tunazungumzia jambo lenye uzito mkubwa: kujifunza kutofautisha kati ya wewe na akili yako kujifunza kutambua mawazo yanayojenga na yale yanayobomoa, kwa sababu ukweli ni huu: wewe si akili yako. Wewe ni yule anayeitazama akili, unayeamua ni wazo gani ulifate na lipi uliache lipite kama upepo. Leo tutajifunza jinsi akili inavyokufanya uwe mateka wa hofu, shaka na huzuni, jinsi ya kuutambua mtego wa mawazo mabaya, na muhimu zaidi, jinsi ya kuishi sasa, mahali ambapo nguvu ya kweli ipo. Lakini kabla hatujaanza safari hii ya ndani kabisa, subscribe kwenye channel hii, bofia like, toa maoni na share video hii, kwa sababu kila mtu anahitaji kujua kuwa amani ya kweli haiko nje, ipo ndani yako mwenyewe. Akili ni chombo kizuri sana lakini inakuwa hatari ikiwa wewe ni mtumwa wake. Tatizo kubwa la wengi ni kwamba tunadhani sisi ni mawazo yetu. Tunapofikiri vibaya, tunajiona wabaya. Tunapokumbwa na hofu, tunajiona uoga, ndiyo sisi. Lakini ukweli ni kwamba wewe si hayo mawazo. Fikiria hivi, akili yako ni kama redio inaweza kupiga muziki wa furaha, lakini pia inaweza kupiga kelele za huzuni. Kama hujui kutumia kipaza sauti, utasikiliza chochote kinachotokea. Lakini ukitambua kuwa wewe ni mtazamaji, unaweza kusema subiri kidogo, hiki ni kipande cha wazo tu, si lazima niliamini. Mara unapoanza kuangalia mawazo yako badala ya kuyaishi, unaanza safari ya amani. Unapofikiri sifai, nimechelewa, nitashindwa, unaanza kutambua kuwa hayo si ukweli, ni sauti tu za akili yako. Akili yako huzalisha maelfu ya mawazo kila siku, lakini si yote ni ya ukweli. Baadhi ni ya uongo, yamejengwa na hofu, wasiwasi au kumbukumbu mbaya. Mawazo ya kufuata ni yale yanayokujenga, yanayokupa nguvu na yanayokupa mwelekeo. Mfano, ninaweza kujifunza jambo jipya, nina thamani, kila changamoto ni nafasi ya kukua. Mawazo haya yanakuinuka. Mawazo yasiyofaa ni yale yanayokudhoofisha, yanakuambia huwezi, umekosea sana watu hawatakuelewa na mbaya zaidi. Ukiyakubali yanakuteka. Ni muhimu ujifunze kuwa mlinzi wa lango la akili yako, usiache kila wazo liingie. Ukiwa na akili iliyodhibitiwa vibaya, ni kama unaishi nyumba yenye mlango wazi, yeyote anaingia. Lakini ukiwa na utambuzi, unaamua nani anaingia. kisa cha kweli Mtu anaweza kushinda vita vya nje, lakini akishindwa vita vya ndani hatapata amani. Na vita vya ndani vinaanza kwenye mawazo. Mawazo ni kama mawimbi, lakini wewe ni bahari. Wimbi la hasira linakuja, linaenda. Wimbi la huzuni linakuja, linaenda. Lakini wewe kama bahari unabaki pale pale. Ukiamini kila wimbi, utachanganyikiwa. Lakini ukijua wewe ni zaidi ya hayo mawimbi, utapata utulivu. Acha nikupe mfano. Wakati mtu anakukosea, akili yako inataka kujitetea, inasema huyu hanielewi. Lakini ukitulia na kutazama, unagundua hiyo ni akili tu ikijininda. Wewe unaweza kuchagua ukimya. Ukimya huo ni nguvu ya ndani ambayo haiwezi kuharibika. Kuishi sasa ni kuishi kwa uhalisia, si kwa hofu ya jana wala wasiwasi wa kesho. Unapoishi sasa, unakuwa huru. Amani, upendo, furaha vyote viko hapa sasa, sio baada ya mafanikio, sio baada ya kupata mali, viko ndani yako sasa hivi. Hisia ni matokeo ya mawazo ambayo yamekita ndani yako. Unapowaza vibaya muda mrefu, hisia za huzuni au hasira huanza kutawala. Lakini unapojitambua, unaanza kuona tofauti: hii ni hisia, si mimi. Mfano wa maisha: unapopoteza kazi, akili inasema umeshindwa, lakini moyo wako unajua hii ni fursa mpya kujifunza Ukiamua kusikiliza sauti ya amani badala ya hofu, unabadilisha mwelekeo wa maisha yako. Usiache akili yako ikueleze hadithi ya uongo. Ukweli ni kwamba una uwezo mkubwa kuliko mawazo unayoyaamini. Wakati mwingine unahitaji ukimya ili kusikia sauti ndani inayosema, wewe unaweza, wewe ni zaidi ya hayo mawazo. Kujitambua ni hatua ya juu zaidi ya ufahamu. Ni pale unapoona mawazo yako yakitokea na haiyafuati. Unapoyatazama kwa upele kama mtazamaji. Watu wengi wanaishi maisha yao yote wakiamini akili zao ni wao. Lakini mtu anapogundua tofauti hii anakuwa huru. Anaanza kuishi kwa hekima, utulivu na upendo wa kweli. Wakati mwingine ukimya ni jibu bora kuliko maelezo. Ukimya huo unatoka kwa mtu aliyejitambua, na mtu aliyejitambua hawezi kutikiswa na dunia, kwa sababu anajua amani ya kweli ipo ndani. Kumbuka maneno haya, wewe si mawazo yako, wewe si hisia zako, wewe ni mtazamaji wa yote. Ukijua hili, hakuna tatizo litakalokuweza kukushinda. Hakuna hofu itakayoweza kukutawala. Leo anza safari ya kujitambua, chukua dakika chache kila siku, kaa kimya, angalia mawazo yako yakiingia. Usipigane nayo, yatizame tu. Hapo ndipo amani ya kweli inaanza. Ikiwa umejifunza kitu kipya, subscribe kwenye channel hii, bofya like, toa maoni na share video hii kwa sababu kila mtu anahitaji kujua kuwa amani ya kweli haiko nje, ipo ndani yako mwenyewe.